Yao. Raisi. makamu wa rais wa jamhuri ya muungano wa tanzania mama samia mweshimiwa dr shen raisi wa serikali ya mapinduzi ya zanzibar mweshimiwa mzee mwinyi rais mstaafu wa awamu ya pili, Mheshimiwa wazee wetu, viongozi mbalimbali wastaafu, natambua kuwepo kwa Mzee Marechera na kusalimu Baba Mbukweni wasinduka Mkoliachi badodo Mheshimiwa mkuu wa majeshi CDF General Mwamnyange, na wakuu wa majeshi mbalimbali mbali, jeshi la polisi, jeshi la magereza, TC Immigration, Zimamoto walioko hapa, waheshimiwa mabalozi wote mliowakilisha nchi zenu mlioko hapa waheshimiwa wazee wetu walioshiriki kwa njia moja au nyingine katika kuliongoza taifa letu, waheshimiwa mashehe, wachungaji na viongozi wa dini mbalimbali mlioko hapa, waheshimiwa viongozi wote, mheshimiwa waziri mkuu Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, Mheshimiwa Naibu Spika, Mheshimiwa Katibu Mkuu Kiongozi, Mheshimiwa IG, Mheshimiwa Meja Jeneral Sarakike aliyekuwa CDF wakati wa uhuru, Waheshimiwa wazee wangu, waheshimiwa wananchi wa hapa Dodoma, Assalamu alaykum. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu zangu wana Dodoma na Watanzania kwa ujumla, leo ni siku muhimu katika taifa letu, ni siku muhimu ya kuwakumbuka mashujaa wetu, mashujaa wetu waliojitoa kwa ajili ya taifa hili. Wapo waliojitoa maisha yao wakati wakipambana na ukoloni na wapo waliojitoa maisha yao katika kutetea taifa letu. Tumwombe Mwenyezi Mungu aziweke roho zao mahali pema peponi. Ndugu zangu taifa hili, wakati tunaadhimisha siku muhimu ya mashujaa wetu, wapo mashujaa wetu ambao walikubali roho zao kupotea kwa sababu ya taifa hili, wapo wapiganaji wetu waliokufa wakati tulipovamiwa na nduli Amini. Wapo mashujaa wetu ambao walishiriki katika mapinduzi matakatifu na matukufu kule Zanzibar. Wapo mashujaa wetu walioshiriki katika kukomboa nchi mbalimbali mbali za Afrika ili na zenyewe zipate uhuru. Wapo waliofariki Msumbiji, Komoro, Afrika ya Kusini na maeneo mengine mengi. Leo ni siku muhimu kwetu kwa kuwakumbuka mashujaa hawa. Nchi yetu imekuwa na amani na utulivu kwa sababu wapo watu walijitoa muhanga katika maisha yao. Lakini pia katika siku hii ya kuwakumbuka mashujaa wetu. Tunamkumbuka baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere pamoja na mzee wetu Amani Karume ambao walishiriki kikamilifu katika kuifikisha nchi hii mahali ilipo. Niwaombe ndugu zangu wa Tanzania, wakati tukikumbuka siku hii muhimu ya kuwakumbuka marehemu wetu ambao wametangulia mbele ya haki kwa ajili ya taifa hili, sisi tuliobaki tudumishe amani yetu. Hawa ndugu zetu waliotangulia mbele ya haki kwa ajili ya taifa hili hawakujali dini zao, hawakujali makabila yao, hawakujali vyama vyao, walijali utanzania wao. Hivyo, tunapoendelea kuwakumbuka mashujaa wetu sisi wa Tanzania, kwa umoja wetu, tudumishe umoja wetu na amani yetu. Tanzania kimebaki kuwa kisiwa cha amani, tusichezee amani. Kila mmoja wetu tulioko hapa na tulioko Tanzania tunapojaribu kufikiria kuchafua amani yetu, tujiulize, tumeikuta amani yetu ikiwa salama. Tuijenge na kuidumisha amani yetu kwa Tanzania. Nina uhakika kwa umoja wetu na kwa mshikamano wetu na kwa kumtanguliza Mungu mbele, nina uhakika tutakuwa tumewaenzi vizuri mashujaa wetu ambao wametangulia mbele ya haki. Tuwaombee mashujaa hawa muhimu wa taifa letu, ili kama kuna mahali popote walifanya dhambi katika matendo yao ya ushujaa wa kulikomboa taifa hili Mungu akawasamehe dhambi zao na kawakuweze kupumzika kwa amani. Ninajua na sisi siku moja tutawakuta huko. Ndugu zangu wana Dodoma, niliona angalau ni wasalimu. Nimefurahi mmekusanyika wengi sana, na hii ndiyo ishara tosha kwamba makao makuu yako Dodoma. Dodoma ndiyo penyewe. Haiwezekani, wabunge zaidi ya mia tatu wanakaa Dodoma, makao makuu ya chama changu ninachokiongoza kiko Dodoma, halafu ifike serikali inayoiongoza ambapo mawaziri wenyewe hawafiki hata thelathini na manaibu waziri na makatibu wakuu tushindwe kuhamia Dodoma. Tunapoadhimisha siku za mashujaa hatuwezi tukamsahau baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Baba wa taifa alisema, na mawazo yake na roho yake, alisema makao makuu ya Dodoma. Haiwezekani sisi watoto wake, sisi wajukuu wake, tupinge kauli ya mzee huyu. Kwa hiyo nilikuisha zungumza na hili nalirudia siku ya mashujaa. Mlinichagua ndugu zangu wa Dodoma, katika kipindi cha miaka mitano. Sasa hivi miaka miezi minane imeshapotea, nimebakiza miaka minne na miezi minne. Nataka kuwasipitishia katika kipindi cha miaka minne na miezi minne iliyobaki Nitahakikisha serikali yangu pamoja na mimi tunahamia Dodoma bila kukosa. Na ndiyo maana mipango sasa hivi karibu kila kitu kipo. Haiwezekani kusingi tafuta visingizio. Na ndiyo maana tunaona wakati wa bunge mawaziri huwa wanakaa hapa. Iweje wasihamia hapa moja kwa moja? Tumeanza kupanua uwanja wa ndege na ndege zitatua hata Boeing zitatua hapa hapa Dodoma, ndiyo makao makuu. Kwa hiyo ndugu zangu, watani zangu Wagogo, mtembee kifua wa mbele. Ahadi ni deni na deni lazima tulitimize, na ahadi lazima tuitimize bila kuchelewa. Narudia tena kuwaomba wananchi mliokusanyika hapa, mkawe wahubiri wa amani. Nikawaombe Watanzania wote tukawe wahubiri wa amani. Niviombe vyama vyote vikawe, wakawe wahubiri wa amani. Watanzania wanataka amani. Watanzania wanataka waondolewe kero zao. Watanzania wanahitaji kuondolewa shida zao. Watanzania wanahitaji maisha yaliyo mazuri. Watanzania wanachukia rushwa. Watanzania wanachukia kuonewa. Haya yote yatapatikana kama sisi wote kwa umoja wetu. Tutasimamia amani. Niwashukuru tena ndugu zangu wanadodoma kwa makaribisho mazuri. Nivishukuru vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, wanajeshi wote. Nishukuru ofisi ya waziri mkuu na mkuu wa mkoa kwa kufanya maandalizi mazuri katika siku hii muhimu ya mashujaa. Nataka kuwahakikishia ndugu zangu wana Dodoma na Watanzania kwa ujumla, nina deni kubwa la kuwatumikia. Ninaomba muendelee kuniombea ili niifikishe Tanzania mpya ninakoitaka. Nataka Tanzania yenye amani. Nataka katika kipindi changu cha maisha yangu hapa duniani, hata kama siku moja nitatangulia mbele ya haki, niache Tanzania ikiwa na amani. Tusimame kwa pamoja katika kumwomba Mola wetu aendelee kututunza katika haya. Ewe Mwenyezi Mungu, wabariki wanadodoma wote. Ewe Mwenyezi Mungu, wabariki watanzania wote. Ewe Mwenyezi Mungu, uwalaze na kuwapumzisha kwa amani mashujaa wetu waliotangulia mbele ya haki. Mungu ibariki Dodoma, Mungu wabariki marehemu wote, Mungu ibariki Tanzania. Asanteni sana, ninawashukuru sana. Haya ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye pia ni Amiri Jeshi Mkuu akizungumza na wa... wageni wa